Ujumbe wetu unasema jitambue ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Jitambue, Amen, ulivyo. Yes. Kuna mambo kadhaa nataka kuzungumza jioni leo kwa ajili ya mtu mmoja ambaye amepata neema na tukutangaza chochote tulitaka tu watu wajue kwamba Mungu anaweza akazungumza na mtu mmoja tu na akaacha wengine elfu. Amen. Haleluya. Haleluya. Leo tunataka kuzungumza kidogo kwa habari ya mtu mmoja tu ambaye yeye anapaswa kujitambua alivyo Ni ujumbe mgumu kidogo, kama hutataka kusikiliza kwa namna ya kuweza kuelewa, lakini ni mwepesi sana kama utajifunza kwa kutaka kuelewa. Ponti ya msingi ya muhimu ya kuzingatia, tambua kwamba umechaguliwa. Hebu sema nimechaguliwa, rudia, nimechaguliwa, alafu ukateuliwa Ukisema nimeteuliwa, alafu ukatengwa. Haleluya! Haya mambo matatu ni muhimu sana kuyajua: umechaguliwa, ukateuliwa, halafu ukatengwa. Kwa nini ukachaguliwa, ukateuliwa, alafu ukatengwa? Kuna kazi ambayo Mungu amekusudia, lazima kila mtu aliyechaguliwa aifanye hiyo kazi. Watu wengi wanafikiri kwamba kukaa duniani basi, uh, ni kutokana na kwamba alizaliwa. Lakini Mungu alizuia wengi wasizaliwe, we ukazaliwa, basi ni kwamba wewe ulichaguliwa, alafu Mungu akakuteua miongoni mwa wengi au miongoni mwa ndugu zako, alafu aka ukatengwa na asili za kwenu, ukatengwa na tabia zisizofaa, ukatengwa na kila roho chafu na kila agano lisilofaa. Mungu akakutenga kwa kwa kuhifadhi, ili uweze kufanya kazi fulani katika familia yako. Haleluya, haleluya. Anazungumza na watu, wapo ambao hawajachangamka. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kwa msingi huo moja kati ya viashiria vitakavyokujulisha kwamba wewe umetengwa na ulichaguliwa kwa ajili ya makusudi fulani fulani ya moja kati ya viashiria utajikuta unapenda watu kwa namna ambayo hata wewe mwenyewe hujielewi kwa nini unawapenda hivyo. Ili kumtambua mtu mwenye wito, yani aliyechaguliwa haihitaji kuangalia anavaa suti za namna gani, wala haihitaji kuangalia anaishi kwenye nyumba ya na namna gani, wala haihitaji kuangalia anavaa kiatu cha namna gani, kwamba ana nywele za stili gani. Hiyo sio vigezo vya msingi. Kigezo cha msingi cha kujua aliyetambuliwa akatengwa, aliyeitwa kwa ajili wengine, ni moyo wake huwa huyo aliyeitwa hata afanye nini hawezi kujizuia. Ni mtu ambaye amepewa moyo wa kupenda wengine na kuwajali. Haleluya! Yani maisha yake anaweza akayatoa akajinyima chochote, yani akawataki kufanya kitu chochote kwenye maisha yake akajisahau, yani yeye akawa anawaza wengine tu. anawaza wengine anawaza wengine anawaza wengine anawaza wengine tu. tu kwa sababu aliitwa, alafu itwa alafu akatengwa, huishi kwa ajili ya wengine, maisha yake ni furaha kwa wengine. Sema, maisha ya aliyetengwa ni furaha kwa wengine. Maisha ya aliyetengwa ni furaha kwa wengine sema, maisha ya aliyetengwa ni furaha kwa wengine. Hebu sema tena al, maisha ya aliyetengwa ni furaha kwa wengine. Mfano wa mtu ambaye alitengwa kibiblia na akaishi kusudi la kutengwa kwake kwa. Dorcas ni mfano mzuri sana na nataka nizungumze hapa. Biblia inatuele, haituelezi kama Dorcas alikuwa na mtoto wala ituelezi Dorcas alikuwa na mume, inatueleza tu moyo wa Dorcas ulivyokuwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana Amen. Naomba kusoma kuanzia kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 9 na mstari wa 36, nitakwambia takapokomea. Anasema, na mwanafunzi mmoja alikuwa Koyafa, jina lake Thabita, tafsiri yake Dorkas, yaani pa mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Hata walipokwisha kumwosha, wakamweka orofani na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka kefuatana nao. Alipofika, wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye, wakalia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Nimeishia mstari wa 39. Wajane wakakusanyika wakalia mbele ya mtumishi wa Mungu Petro, wakamwonyesha kanzu kanzu alizokuwa akisishona Dorcas wakati ule alipokuwa hai akiwa pamoja nao, kwa sasa amekufa. Haleluya, haleluya, haleluya! Biblia inaanza kwa kusema kulikuwa na mwanafunzi aliyekuwako mahali mahali fulani alafu anaanza kuelezea kusema, mwanamke huyu aliitwa Dorkas Thabita, au pa, alikuwa amejaa matendo mema. Sema alikuwa amejaa matendo mema. Yaani unajua ukisikia Biblia inasema mtu kajaa matendo mema, yaani ametenda matendo mema kiasi kwamba yani kajaa kwa matendo mema Siku zikafika akapita kwenye jaribu la ugonjwa, lile jaribu la kuweza kuvuka, akafa. Alipokufa yani hayupo tena, mwenye wa hayupo tena, nachakufa, wale waliokuwa wametendewa mema wakasema haiwezekani, wakaomba Petro aitwe, wakatuma watu wawili, watu wawili wakamtu, wakaenda kumwita Petro akaja. Alipokuja wajane wakaanza kulia. Walipoanza kulia, wakamwonyesha Petro kanzu ambazo Dorcas aliwashonea wakati akiwa hai. Mwanamke huyu aliyekuwa amejaa matendo mema hakuwashonea wanawake wale wajane nguo ili wampe fedha, hapana. Aliwashonea nguo kwa pesa zake mwenyewe alinunua vitambaa akaketi kwenye mashine, alikuwa nashona akawaita, aka wajane akawapima nguo akawashonea nguo nzuri, wakavaa wakapendeza, lakini kwa pesa yake mn. Bwana asivye sana Dorkas, wala wakati anatenda haya, nataka kuamini hakujua kwamba matendo haya yatahesabiwa na siku atapata shida, mbingu itakumbuka matendo haya, Dorkas hakujua na kwambia, angejua angetembea kifua wazi, lakini hakuchua mambo haya, lakini alifanya kwa moyo wake tu, kwa sababu aliumbwa kwa achini. Kwa hiyo atashona mgu akawavalisha wajane, alipowavalisha wajane wakapendeza. Naamini hata yeye mwenyewe hakujijali, akaona wajali wajane. Siku ya jaribu lake ndipo wajane wanapolia, Wakasema, mtu huyu alitenda mambo makubwa kwetu. Wanamweleza Petro. Ukiendelea kusoma ile mistari ya chini, utaona Petro alienda kufufua Dorakasi, akawa hai, lakini kinachosababisha afufuliwe ni matendo mengi katika ulimwengu huu. Unaweza ukaegeza kila kitu kwenye dunia hii, ukanunua viwanja, ukajenga majengo ya thamani ukafanya kila kitu, lakini siku moja utaondoka ukaviacha. Lakini mtu yeyote aliyejenga katika ufalme wa Mungu, aliyeamua kuwekeza katika ufalme wa Mungu, mtu huyo atakufa na kuvikuta vyote alivyovitoa vikiwa katika ufalme, na katika hivyo atapewa thawabu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sijui wewe ni nani, lakini kuna kitu unacho. Yamkini ni kitu cha ukarimu. Yamkini Mungu amekuwa akitumia muda mrefu sana kuzungumza na wewe kuhusu kutoa, lakini nataka kueleza jambo hili na nikusaidie. Usipojifunza kuishi kwa ajili ya wengine, my friend, usipojifunza kuishi kwa ajili ya wengine lakini unapoishi kwa ajili ya wengine unasababisha Mungu na mbingu zikufuatilie kila utokapo, na wengiyapo unasababisha mbingu zikujaza kwa kila kilichochema. Nimekuwa nikuhubiria kila siku maneno ya upendo na kujali wengine na kusamehe wengine. Aleluya, aleluya, haleluya, haleluya. Mungu alifurahishwa sana na tendo tulilolifanya te juzi, na kwa sababu hiyo Mungu akaniahidi kitu, lakini sitaki kusema leo. Sijaambiwa niseme, nataka ninyamaze, lakini Mungu ameniahidi kitu, na kitakapotendeka hichi nitawaambia ndio hichi hapa. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Ebu mpenzi wa kwetu tukufu kitenda nitakwambia, lakini kuna jambo lingine ambalo hilo nitakwambia. Mungu amesema majira haya iliyobakia kwenye mwaka huu, ananyanyua hii nyumba na kuiweka iwe bora kabisa yake. Thamani ya, eh, ya, ya kuboresha hapa ni milioni kumi na sita na pesa, milioni kumi na sita na pesa, lakini Mungu amenihakikishia kwamba Sema amina. Kwa hiyo mimi katika kufanya kile ilichokifanya kidogo, kimepanda mbegu kwenye ulimwengu wa roho, na jambo hili linaenda kutendeka kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amina kubwa. Lakini pia Mungu ameniahidi kwamba atawabariki kila aliyenyosha mkono kugusa ile kazi. Sema amina tena. Kuna watu ambao huwa wanapuuza mambo ya baraka lakini wale wenye masikio ya ndani ya kuweza kuisikia sauti ya Mungu, hata kama saa nyingine uelewi na ukaamua tu kufanya, unafanya Mungu akukumbuke na kutenda mambo ambayo kibinadamu hayawezekani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninachotaka kukisema ni vizuri ujitambue kwamba wewe ni nani, tambua ulicho nacho Tambua Mungu alikuumba ili uwe naye. Dorcas aliumbwa awe mwanamke duniani, lakini akuumbwa kwa ajili yake, aliumbwa kwa ajili ya wengine. Aliumbwa ili aje akawe mti mwenye matunda kwa wajani, aliumbwa ili aje akawe faraja kwa wajani, aliumbwa ili akawe tulizo kwa kilio cha wajani, aliumbwa ili aje akasimame kwenye nafasi ambayo Mungu alitakiwa asimame peke yake kwa udumia wajani lakini mwanamke huyu wa pekee akasimama, akatenda mapenzi ya Mungu, kiasi kwamba hata wakati wa mauti yake ilibidi mauti shindo kumshikilia kwa sababu ya wingi wa matendo mema aliyokuwa amejaa. Sema bila kubwa, sema bila kubwa. Mimi sijui kwa leo, wewe ukipata shida leo au ukipata tatizo leo, ni matendo gani yaliyopo rohoni uliyotenda katika ufalme wa Mungu yanaweza kugeuka kusimama kukusemea. Sijajua nini ulichokifanya, lakini mimi nataka ujitambue na utambue kwamba Mungu amekuumba sio kwa ajili yako mwenyewe, sio kwa ajili ya iyo familia tu unaoipigania Sio kwa ajili ya watoto wako tu na uhangaikia. Alikuumba ili uwe baraka kwa wengine. Sema amina kubwa, uwe baraka kwa wengine. Hebu sema mimi ni baraka kwa wengine. Unasema kwa kumaanisha unasema kwa vile nilikwambia. Hebu sema mimi ni baraka kwa wengine. Rudia tena, mimi ni baraka kwa wengine. Okay, kwa hiyo kama wewe ni baraka kwa wengine Mungu anatazamia kupitia wewe jina lake litukuzwe. Tambua wewe ni nani. Hebu sema mimi, hebu mimi, hebu sema mimi ni baraka. Tambua ulivyo. Hebu sema mimi, najitambua mimi ni baraka. Rudia, mimi ni baraka kwa wengine. Sasa nisikilize. Nimebadilisha mtazamo. Nilikuwa nataka kwenda kuwatazama Sulisikia so, yule kipofu hapa alisema kwenye kituo chao wako vipofu wa ngapi na watoto sijui zaidi ya yeah, well, ngapi walisema ni zaidi ya sitini eh? Yes. Nimefikiria badala ya kuwafuata kule kituoni, tutawaita hapa haleluya, tutawaita hapa haleluya. Si so, wana mahitaji kuliko watu wengine wote, tutawapa na nguo zetu, tutawapa na chakula na wali na kuwaombea baraka ya Mungu juu yao. Mungu akakumbuke na kuwatendea mema. Sema amina kwa Mungu. Amen. Ah, kuna vitu unaweza ukavifanya vingi na vikubwa machoni pa watu wakakufurahia wakakupa heshima, lakini heshima hizo zikawa sifuri kabisa hazina maana yote, lakini kuna kitu kimoja kidogo tu kikifanya katika ufalme wa Mungu mbingu itakuheshimisha na kufanya jina lako litukuke. Sema amina. Hakuna mahali unagusa kama kugusa mhitaji na mjane na yatima, umfurahishe Mungu. Mahali ambapo unapogusa umfurahishe Mungu ni yatima, mjane, yatima, mjane, mhitaji. Haleluya. Haleluya. So nitawatangazia tawatangazia tu siku, sio nyingi sana, sio leo wala sio kesho. Lakini ninasubiri sauti ya Mungu ikiniambia, Tutawaleta vipofu wote na viwete wote hapa. Siku hiyo, barabarani kote kutakuwa kuna mtu anayeomba mbao mbao, Mbarufuku wa diapo wali chakuli kubali kwa Bwana. Haleluya. Mungu wayatima yatima, wajane, na wahitaji wote. Sema amina kubwa. Kilio chao kinaweza kisikike mahali pengine lakini katika sawa, katika hekalu la Mungu kilio chao kitasikika. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Nilikuwa nafikiria nitakwenda lakini I want go. Nita nitawaleta zibali kwa Bwana ili pia wa waabudu. Yamkini wanakosa hata nafasi ya kuabudu. Yamkini hata wanakosa nafasi ya maisha yako yatakuwa salama, mifupa yako itakuwa imara, afya yako itakuwa imara, utalindwa. Kama unaweza kukopoka ukiwa ni mtu binafsi wa maisha yako mwenyewe mwenyewe na usijue wewe ni baraka kwa wengine, usijue wewe ni baraka kwa wengine, usifahamu kwamba wewe ni baraka kwa wengine, utateseka kwenye hii dunia. Lakini kwa kuwa neno hili linaubiriwa hapa, kila mmoja wenu anaenda kufanyika baraka kwa ajili ya wengine. Sema amina. Amin. Wewe ni, ni, ni, ni mtu wa pekee sana na uliyebarikiwa na kuchaguliwa na Mungu kwa ajili ya majira haya kwa ajili ya nyakati hizi. Wapo wengi waliishi wakapita, lakini wewe umekuwepo nyakati hizi kwa sababu so Mungu anataka wewe uwepo miongoni mwa wale watakaorithi baraka. Sema amina. Jitambue wewe ni nani, jitambue wewe ulivyo, we'll jitambue ulivyo, we'll hebu sema mimi ni baraka. Haya, nataka tusome kitabu kile cha Waamuzi, Waamuzi walioamua Israeli sura ile ya 13 na nitasoma mstari wa kwanza hadi wa tano kitabu kile cha Waamuzi ile sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa tano Biblia inasema hivi Wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya wafilisti muda wa miaka arobaini. Wana wa Israeli walitenda dhambi, alafu Mungu akaruhusu waende wakateswa katika utumwa wa Wafilisti. Wafilisti wakawatesa kwa miaka arobaini. Hata leo kuna watu wanateswa na vitu mbalimbali kwenye maisha yao. Kuna roho zinatesa watu na ni kwa miaka mingi sana. Sasa ni miaka mingi watu wakiteswa na roho za aina fulani. Mstari ule wa pili anasema palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke, akamwambia: Tazama, wewe sasa u tasa uzai, lakini utachukua mimba na utazaa mtoto mwanamume. Basi sasa, jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo wala usi, usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba na utazaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake maana mtoto huyo atakuwa mnadhibu wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Ataanza kuwaokoa wana wa Israeli na mikono ya Wafilisti. Haleluya! wana wa Israeli wametenda mabaya, walitenda dhambi, Mungu akawapa adhabu ya kwenda utumwani, wateso na Wafilisti miaka mingapi? Hebi sema miaka arobaini. Rudia tena, miaka arobaini. Sasa katika ile miaka arobaini ambayo walikaa utumwani au walikaa kwenye mateso kwenye maumivu ya kuteswa na Wafilisti, Mungu akainua mtu ambaye aliruhusu azaliwe katika tumbo la mwanamke ambaye alisadikika kwamba awezi kuzaa. Mungu akaruhusu kwa uweza wake azaliwe pale na mtoto huyu, maandiko yanasema malaika anasema ndiye atakayeanza kuwaokoa wana wa Israeli na wa Filisti. Miaka 40 imepita, Mungu bado anafikiria Waisraeli, akaja akaruhusu mtoto akazaliwa baada ya miaka 40, ili aanze kuwaokoa wana wa Israeli na Wafilisti. Unaweza ukawa huko hapa, familia yako ikawa imepita majaribu mengi, imepitia changamoto nyingi, imekutana na wachawi, imekutana na majaribu ya, ya magonjwa na matatizo mbalimbali. Lakini je, wajua labda wewe ndio uliyezaliwa ili ukaanze kuiokoa hiyo familia? Nani ajuae, kama ukupakwa mafuta hayo kwa sababu ya kizazi hicho na kizazi kingine ya mkire, hata na taifa pia kwa ujumla. Lakini Mungu ameruhusu uzaliwe kwenye majira haya ili uweze kusikia maneno haya pia yanayohubiriwa mahali hapa maana huko hapa kwa bahati mbaya, huko hapa kwa ajili ya kusikia haya na uweze kuyafanyia kazi. Sema bila kubwa. Kwa hiyo ile familia yako kukupata wewe, kukupata kwa bahati mbaya, ulizaliwa pale kama Samson wa siku ya leo. Hebu sema mimi ni Samson wa leo. Samson alifanya kazi gani? Hebu sema aliokoa familia yake na, na watesi. Hebu sema aliokoa taifa la Israeli na watesi. Familia yako inapoteswa, anayepaswa kuiokoa na watesi ni wewe. Hapo umeshamjua Mungu, utafanyaje? Ni kwa kuomba, ni kwa kuweka bidii ya kujua mapenzi ya Mungu na kuyatenda. Haleluya, haleluya. Hebu sema familia yangu haitateswa tena kwa jina la Yesu ali hai, kwa jina la Yesu ali hai. Sasa unaona, huyu Samsoni amezaliwa ni mtu wa vita, yaani amezaliwa ni mtu wa vita. Lakini uh, unapomwangalia Dorcas, Dorcas amezaliwa kama ni mtu wa vita? Alita, alizaliwa kama mtu mwenye kutenda matendo mema, mwenye kuwakumbuka wahitaji, mwenye neema ya kuwavisha wahitaji, mwenye neema ya kuwapa mahitaji wenye shida. Haleluya Haleluya! Jitambue ulivyo. Wewe ni mtu wa vita au ni mtu uliyezaliwa mwenye neema ya kusaidia wengine? Wewe ni nani? Una kitu gani? Umebeba? Jitambue, usije ukazuba, alafu ukachotwa mtama na shetani, ukafa na hicho kitu ulichobeba. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini wote ambao Bwana amewaleta kwenye hili hekalu hakuna atakayechota mtama kwa jina la Yesu. Sema amina tena. Yaani kila mtu aliyekuja hapa, kazi aliyokusudia kuifanya ataifanya. Ajilishi shetani anamsumbua kiasi gani? Kuna siku tu atamtafuta yule adui shetani hata hamuona tena kwa jina la Yesu. Kama mikono yako imebeba baraka kwa ajili ya wengine, leo ninatamka itaanze sio rohoni, vitoke rohoni vije mwilini kwa jina la Yesu. Wali hai uanze kuwa navyo na kuanza kuwapa wanaotakiwa kuwa navyo kupitia wewe. Ni mti mzuri unaozaa matunda, na wengine wafurahie matunda yako. Sema amen. Amen. Sema sitabaki kama nilivyo, rudia tena, sitabaki kama nilivyo. Jamani wewe Mungu ni mzuri unajua, juzi ilikuwa naongea na nyinyi tu, lakini sana niliogopa ungeza ili maana niliona nasikia kama furaha iliyochanganyikana na machozi. Ah. Mimi nafikiri mimi, nafikiri najichukulia kwamba kwa vile mi ni mchungaji basi labda ndio maana Mungu ananitendea analitendea analitendea analitendea. Lakini nimekuja kujifunza kwamba hata wale wanaonitendea mimi wanabeba the same anointing wanabeba kile kile ambacho Mungu anitendea, na wao wanatendea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nisikilize vizuri. Yuko mtu mmoja kwenye swala la juzi. Aliamua kufanya kitu fulani, lakini kwa siri Akasema sitaki kusema. Basi alivyokuwa akifanya kile kitu, mimi nilikuwa nataka niseme, akanizuia kabisa, akasema nisiseme. Basi nikanyamaza nikakiacha hivyo. Mungu nilitamka kwamba kile kitu alichofanya azidishwe mara elfu. Mungu akaenda kamtendea muujiza mkubwa sana.